Hiking club. Haya ni matembezi rasmi kabisa yani, hiking kuelekea Bondwa Peak ya, hii ni Bondwa trail ya tarehe 21 mwezi wa sita 2025. Hiking hii ni kwa ni malumu kabisa kwa wana Bondwa pamoja na wana Elite Fitness Club katika kuelekea kilele cha pili cha urefu katika safu za milima ya Uluguru kuzindua jezi rasmi za club na pia kuhamasishana kuhusu masuala ya mazingira, lishe bora na kuwa na wakati mzuri wa kufurahia umoja wetu na ushirikiano wetu. Na kabla ya kutoka na kuanza hiking hii, tulianza mapema kabisa kwa kufanya mazoezi ya kunyoosha viungo ili tusiweze kupata tabu ya misuli na mambo kadha wa kadha. Hiking hii tulipitia njia ya Chomo Waterfalls kuelekea Morningside mpaka Bondwa na katika njia hii, njia njia nyingi, lakini ina uzuri mkubwa vitumbua. Yes, hii njia ni njia yenye changamoto nyingi, kuna vitumbua vitamu sana na pia kuna maji asilia yenye ubora mzuri sana watu pata nafasi ya kupumzika kupiga story mbili tatu kabla kuendelea na hike na, kuna utulivu na, mandhari nzuri, yenye kuvutia na kutupa utulivu na, na mapera vitu vingi vizuri sana njiani na kuna break point nyingi za kutosha, kama kanisa la Mjerumani. Baada ya hapo, kuna morning Site. Kwa hiyo unajipatia nafasi ya kupumzika, kurelax, kuongea machache mbili tatu na kupiga stori nyingi zenye kusaidia ubora wa afya ya akili, lakini pia tunapata kujuana, kufamiana na kudumisha undugu wetu na umoja wetu baada <laughs> ya kupata matunda na kurejesha nguvu iliyopotea kwenye kutembea mpaka kufika Morning Side, tunaendelea trail ya kuelekea Bondwa na kupotea ni jambo la kawaida kupitia njia tofauti, kupotea <laughs> njia. Raha ya hiking moja hapo ni hiyo, kupotea njia, kupatana na challenge mbalimbali katika njia husika lakini mwisho wa siku tunakutana pamoja tunaenda pamoja na kufika pamoja, na trail ya Bondwa ikiwa imenoga. Kuchoka kupo, lakini hali ya hewa, mazingira, mandhari, msitu wa Uluguru ulivyo sheheni unakupa nguvu ya kuendelea mpaka kilele cha Bondwa. Unakaribishwa na baridi lenye kuhitaji kunywa chai ya moto, chai hiyo ikiwa imetana vile vitumbua, mikate na kibegi kataisakibegimdawakusheaa kama ilivyo desturi ya Wanabondwa hushea chakula kile ambacho umekuja nacho. Wanabondwa Hiking Club, ni utamaduni ambao tumejijengea. Tukifika katika kilele cha Bondwa, tunakusanya vile tulivyobeba kwenye kibegi chetu, tunashea na kula kwa pamoja, huko tukiendelea kupiga stori mbalimbali yaliyojiri mtaani, yaliyojiri njiani na yenye kutuletea hamasa ya kuendelea kupenda mandhari huku stori mbalimbali zikiendelea, watu wakiendelea kupata viburudisho mbalimbali mbali, kama vyakula walivyoweza kushea, vinywaji na vitu kadha wakadha kadha. Jikoni kulikuwa na ugali ukiandaliwa na huu au hiki ndo chakula pendwa zaidi cha wanabondo wa Hiking Club. Ndiyo, ni ugali dagaa. Wanabondo waliandaa ugali dagaa, na kisha baada ya kuiva, tuliweza kushea raha ya kula ugali dagaa kwa pamoja Keraji. Na baada ya kula na kila kitu, ukawa sasa ni wakati maalum na fursa ya kuweza kuendelea kupiga story, lakini zaidi kuliko yote kufanya haswa lile lengo kuu la kuja hapa kuzindua jezi ni tarehe ishirini na moja mwezi wa sita. Sisi kama wana, Elite, I mean, wana Elite Jogging Club tulikubaliana kwamba tunatamani kufungua jezi yetu ya ya klabu yetu, na tukiungana na Wanabondwa kwa sababu tunatambua thamani na mchango wa Bondwa katika kufanya mazoezi na programu tofauti tofauti ambazo zinapelekea kuunganisha kikundi cha watu au watu wengi. Hii ndio uh, <tinyo> hey, no, jezi Elite Fitness Club, hapo mbele kuna slogan yetu strong body, focused mind. <tinyo> <tinyo> Now, i samani sana sana kuja kuzindulia jezi katika peak hii ya Bondwa. Ndo jezi mpya za Elite Fitness Club ambazo tutazitumia kwa muda huo. Ukinunua t-shirt unapewa mapenzi

kama lolmodo wetu na pia klabu ambayo inatupa sapoti katika kila hatua, umeona, kimawazo, kifikra pamoja na kimazoezi <laughs> kusimamua hii iwe special kwa ajili ya Bondwa. Baada ya mwenyekiti wa Bondwa Hiking Club kukabidhiwa jezi ya Elite Fitness, ukafungwa kurasa wa kufungua, na sasa mwenyekiti akamkaribisha Bro Chris kutoa experience. Kwa kweli natamani aongee kitu ni mzee wetu kajitahidi, kapanda. Tukiondoka bila kusema neno, tukamfurahia naye akasema neno, tutakuwa tumtendea haki. Sawa, basi Bondwa Hiking Club ipe moto mw. Jamani, mimi kwa kweli nimeshukuru sana kufika huku, nilikuwa nafasikia tu, na kwa kweli nashukuru hata walionipa company jani. Kufika huku kwa kweli ni pazuri, lakini kufika lazima ufanye nini? Kazi ngumu, sindio? Nashukuru Mungu. Kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mungu kwa hilo lakini pia tuendelee kushirikiana na hiki yeah, kikundi cha Elite yeah? Elite yeah, eh? Yes. Yeah, itakuwa ni vizuri sana tukiendelea kushirikiana, asanteni sana yeah. Yeah. Wakati wa kurudi msini yake. Daktari, daktari Hebu Bondwa Hiking Club, moto. <inaudible> Sisi wana Bondwa katika mambo mengi tunawafanya, ila moja wapo ni watunzaji wa mazingira, tukiwa kama ma... tunasemaje, mabalozi. mabalozi wa mazingira tunapenda hata haya maeneo ambayo tunakuja kutembea yawe yawe mazingira safi. Kuna hivi vitu ambavyo tunatumia njiani mu, tunaomba vihifadhiwe vizuri, weza vyeno vikatupwe mjini au kama ni huku, kuna sehemu maalumu ya kuja kutupa, msitupe tupe ovyo, sawa? Bondwa Hiking Club. Ipe moto. Na hapo tukahitimisha makazi yetu ya muda mfupi Bondwa na kuanza safari ya kurejea mjini. Hizi ni zaidi ya kilomita 34 tulizoweza kutembea kutoka Forest mpaka kilele cha Bondwa kwa kupitia Choma. Tulikuwa na wakati mzuri. Bye. Bondwa Hiking Club. Ipe moto.